Bwana, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kitabu cha Zaburi sura mia moja hamsini mstari wa sita kinasema na kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya! pumzi yako usiitumie kufanya uzinzi. Pumzi yako usiitumie kutukana watu. Pumzi yako usiitumie kudharau watu. Pumzi yako usiitumie kufanya ufisadi. Pumzi yako usitumie kula rushwa. Pumzi yako usitumie kunyanyasa watu. Pumzi yako usitumie katika uchawi. Pumzi yako usitumie katika uganga. Bwana Yesu wasifiwe tena. Tuna, tunajua kwamba hizi ni nyakati za mwisho, hizi ni nyakati za mwisho. Hiyo pumzi yako ambayo Mwenyezi Mungu amekupa sio yako, kuna siku Mungu ataichukua pumzi yake, hivyo utabaki hauna kitu, hivyo utakuwa umefanya nini katika dunia hii? Yale ambayo yatakuwa yamempendeza Mungu Hivo basi Yesu Kristo yupo ili wewe usife, uachiwe uhai milele, uwe na uzima wa milele. Tunakumbuka katika kitabu cha Luka sura ya kumi na sita kinamuelezea kinamwelezea tajiri na maskini, kwamba na maskini mmoja jina lake Lazaro alikuwa akiwekwa katika mlango wa tajiri, na maana kama alikuwa akiwekwa alikuwa akiwekwa na Mungu ili ili aweze kushibishwa yale makombo ambayo yalikuwa kidondoka chini yale ambayo alikuwa akila yule tajiri Hivyo, alikuwa anazungumzia alikuwa na vidonda vingi mpaka mbwa alikuwa analamba vidonda vyake ishara ya kimaskini hivyo basi yule maskini alikufa akachukuliwa katika kifua cha Ibrahimu baba wa imani na yule tajiri alikufa akazikwa akatokea kuzimu. Tunaangalia, maskini alikufa akachukuliwa akapelekwa kwenye kifua cha Ibrahim, hivyo aliyemchukua yule maskini ni Mungu mwenyewe. Hivyo basi yule tajiri alipofumbua macho akajikuta yupo kuzimu kwenye mateso yasiyoweza kuelezeka kibinadamu, kwa sababu moto wa jehanamu ni mkali. Alipofumbua macho akamuona Lazaro yupo katika kifua cha Ibrahimu. Hivyo basi yule tajiri akasema, baba Ibrahimu, naomba mtume, naomba mtume Lazaro achovye maji anipe niweze kulowanisha urimi, kwa sababu moto huu wa huku chini ni mkali sana. Ibrahimu akamwambia wewe ulikuwa ukishiba na maskini alikuwa mlangoni pako, haukuweza kumjali huyo maskini. Hivyo leo hii, huyo huyo huyo maskini uliokuwa unamuona hana kitu, yupo katika kifua changu, ina maana yupo katika kufarijiwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe! Tena hivyo basi, yule yule tajiri alichokisema, akasema akasema akasema, nina ndugu watano wapo duniani, naomba umtume Lazaro aende akawaambia aliyepo huko Ibrahimu akamwambia, duniani yupo Musa na manabii, wasipowasikiliza hao, ndiyo basi tena. Hivyo basi, jambo jingine aliwaambia, hata wafu wafufuke ha, wakija kuwahubilia hawawezi wakaamini. hivyo basi duniani wapo manabii na Musa. Ndio kitu ambacho Ibrahim alikwisha kuweza kumwambia tajili. Hivyo wewe ambaye unaisikia Injili, ni nyakati za mwisho. Ukiwa umekufa hakuna neno la ukupa wewe uhai, ukiwa umekufa umekufa. Hivyo kili wokovu kama kinavyosema kitabu cha Walumi sura ya kumi mstari wa kumi kili uokovu ukiwa hai, kili kwa kinywa chako na moyo wako upate kuamini uweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo neno hili lipo kwako, manabii wapo, mitume wapo, wanahubiri injili, ni siku za mwisho. Pumzi hiyo ambayo unapumua sio yako, pumzi ni ya Mungu mwenyewe. Hivyo akikata pumzi, hakuna lolote ambalo unaweza ukaamua. hivyo pumzi yako, umeachwa kwa lengo moja tu, kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya.